Naitwa Dr. Suleiman Abud Jumbe ni katibu mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale hapa Zanzibar. Tukiangalia uh, ule muktadha mzima wa mafanikio makubwa yaliyopatikana ndani ya kipindi hichi cha miaka mitano ya awamu ya kwanza ya uongozi wa Mheshimiwa wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ni mafanikio makubwa kabisa. Tuna furaha kubwa sana kusema kwamba ndani ya, ya miaka hii mitano tumeweza kutitimua uchumi wetu na kurejea kunako kiwango kikubwa cho, cha ukuaji wa uchumi cha mwaka kufikia asilimia saba nukta tano kwa mwaka elfu mbili ishirini Wakati Mheshimiwa Rais alipokuwa akiingia madarakani, tulikuwa tuna ujio wa watalii wasiozidi laki mbili kwa mwaka, lakini leo ndani ya miaka mitano tumeweza kurekodi zaidi ya watalii laki nane kwa mwaka kufikia katikati ya mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Lakini pia tukiangalia mafanikio kama vile uh, ukuaji wa uwekezaji wa miradi mbalimbali ya utalii ndani ya kipindi hichi, na kwa kuanzia ni kwamba wakati Mheshimiwa Rais akiingia madarakani tulikuwa na miradi isiyozidi mia tisa katika sekta ya utalii, miradi mikubwa ya kimaendeleo. Lakini kwa hivi sasa tunaweza tukasema kwa furaha kubwa kwamba tuna miradi zaidi ya elfu moja mia tisa hadi kufikia miradi elfu mbili ya hadhi ya juu ambayo tayari imekuwa ikifanyika hapa Zanzibar, na hivi karibuni tu ni kwamba Zanzibar imewekwa katika viwango vya kimataifa mojawapo ya ya, ya, ya maeneo kumi aa, makubwa ulimwenguni katika uwekezaji wa miradi mikubwa mikubwa ya kiutalii ndani ya nchi hizo. Mfano kwa hapa Zanzibar, wastani wake ni kwamba kuna aa, wastani wa uwekezaji wa miradi ya kitalii mikubwa isiyopungua kumi kwa mwaka. Hii pia inaipa sifa kubwa sana na ina, ina, inaashiria mafanikio na maendeleo makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya nane inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi. Lakini pia tukiangalia maeneo mengine kama vile urithi, urithi wa kihistoria, urithi wa mambo ya kale, ni kwamba tumeweza kuingia katika mipango a, mbalimbali ya uendelezaji wa sekta hii katika uh, kuvutia zaidi watalii wetu wa kimataifa wanaokuja hapa Zanzibar. Kwa hivyo badala ya, ya kutegemea tu ule utalii wa bahari mchanga na jua, lakini hivi sasa tumekuwa tukiimarisha zaidi miundombinu huduma katika sekta hii ya utalii wa wa kihistoria, utamaduni na urithi wa mambo ya kale ikiwemo pia utalii wa, wa, wa kimaumbili. Haya ni maeneo mbalimbali ambayo yanaashiria ukuaji wa sekta hii ya utalii na mambo ya kale, lakini pia tukiangalia nafasi pekee, nafasi maalum ya sekta binafsi katika uwekezaji na uendelezaji wa programu mbalimbali za sekta ya utalii hapa Zanzibar, bila kusahau juhudi um, jitihada kubwa ambazo viongozi wetu wa kitaifa wamekuwa wakizifanya katika kuitangaza Zanzibar lakini pia Tanzania kwa ujumla katika masoko ya kimataifa kama, kama tunakumbuka ni kwamba tuliwahi hapa kutengeneza filamu maarufu ya Royal Tour ambayo iliwashirikisha Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano watanzania Mheshimiwa d Mama Samia Suluhu Hasan, lakini pia Mheshimiwa Rais wetu wa Resortu Zanzibar, Mekiti wa Baraza la Mapinduzi dr Husen Hali Mwinyi. Ni, ni filamu ambayo iliipatia zaidi umaarufu wa Tanzania na kuingiza watalii zaidi ndani ya nchi yetu kufikia watalii zaidi ya milioni mbili kwa mwaka Tanzania nzima.